Plasma kama sehemu ya wa damu, tunaenda kutazama sasa seli nyekundu za damu. seli Tutaenda kutazama seli hizi jinsi zinavyoonekana. Huu ndio muonekano wa seli nyekundu za damu zikiwa raduwala na umbo la duara na zinaonekana zina mbonyeo katikati. Ukitazama vizuri katikati kuna mbonyeo unaweza ukaona seli nyekundu za damu ndani yake zimebeba kampaundi inayoitwa hemoglobin umbo i kaza kabisa kwamba zina umbo

Kampaundi hii ndiyo inayoipa damu rangi ya hudhurungi, ile rangi ya nyekundu ya damu inayoonekana, basi uh, imewezeshwa na kampaundi hii inayoitwa hemoglobin seli. Sehemu hizi nyekundu za damu hutengenezwa katika uroto wa mifupa na seli hizi hudumu kwa takribani miezi minne, siku mia moja baada ya hapo kuvunjwavunjwa na ili ili kuondoa aya zilizomo ndani ya seli hizo uroto wa mifupa ukiwa na kipande cha mfupa ukiwa na kipande cha mfupa ukikivunja katikati ndani yake huwa nakimuilika kile kimmilika ndicho kinachoita uroto kimimilika kinachotoka ndani ya mfupa ukipasuliwa basi seli nyekundu seli hai nyekundu se za damu kutengenezwa katika uroto bine wa mifupa ambazo kuna miezi minne baadaye ye kuvunjwa naini kwa ajili ya kuondoa iron zilizomo ndani yake. Kazi kuu ya seli nyekundu za damu kazi kubwa ya seli nyekundu za damu ni, ni kusafirisha gesi ya oksijeni na carbon dioxide

Chembe seli hai nyekundu za damu. Baada ya kuona seli nyekundu za damu, seli hai nyekundu za damu, basi hapa tutaenda kuona aina nyingine ya seli zinazounda damu ambazo sasa ni seli hai nyeupe za damu seli hai nyeupe za damu seli hai nyeupe za damu seli hai nyeupe za damu ni seli zinazounda damu ambazo zenyewe hazina umbo maalum kubadilika na kuwa katika umbo la namna hai nyeupe za damu zina nucleus au kiivi kama nilivyoeleza. Seli hizi nyeupe za damu kutengenezwa kutengenezwa kwenye uloto wa mifupa na katika matezi ya limfu. Seli hai nyeupe za damu kutengenezwa kwenye uloto wa mifupa tezi za lifu. Seli hizi hutengenezwa katika oloto wa mifupa na katika tezi za lifu. Kazi kuu, kazi ya seli nyeupe za damu ni kulinda mwili na kupambana na viini vya magonjwa. Kazi ya seli nyeupe za damu ni kulinda mwili

Baada ya seli nyeupe za damu kuna chembe sahani. Tutatazama chembe sahani, chembe sahani kama sehemu ya mundo wa damu. Chembe sahani ni seli ndogo ambazo hazina umbo maarufu, hazina umbo maarufu seli ndogo ambazo pia hazina nucleus, yani hazina kiini, hazina nucleus ambayo tunaita pia kiini, hazina nucleus. chembe sahani hutengenezwa katika uroto wa mifupa. Kazi yake kuu, kazi kuu ya chembe sahani ni kugandisha damu, kugandisha damu hasa katika jeraha. Mtu anapopata jeraha, huwa damu zinatungianti. ikiwa chembe sahani mwili katika, katika damu ya mtu aliyepata jeraha zinafanya kazi nzuri, basi damu yake itaweza kuganda kwa haraka. Kwa hiyo kazi ya chembe sahani katika damu ni kugandisha damu, hasa mtu anapopata jeraha. Na huu ni muonekano wa chembe sahani. Huu ni mwonekano wa chembe sahani kama unavyoziona hazina umbo maalum, zinaweza zikabadilika kuwa katika umbo lingine. Huu ni mwonekano wa chembe sahani ambazo tumesema kazi yake kuu ni kugandisha damu, hasa katika jeraha. Kwa mtu aliyepata jeraha, damu kuganda ni kwa msaada wa chembe sahani. Basi nichukue wasaa huu kukushukuru sana ndugu mtazamaji uliyekuwepo pamoja nami katika kipindi hiki, nikushukuru kwa sababu umetumia wakati wako, lakini sina shaka umepata cha kujifunza kupitia mada hii. Kwa yote tuliyozungumzia, nakushukuru sana, nikukaribisha wakati mwingine. Kwa maoni, ushauri na maswali, usisite kutuma ujumbe mfupi kupitia namba ya simu inayopiga hapa chini. Asante.